Kabla sijaanza, nimshukuru sana mkuu wa majeshi, mkuu wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania Jenerali Jacob John Mkunda kwa kuridhia mimi kusimama mbele yenu leo kuweza kuzungumza na nyie, ndugu wanahabari. Tumekutana leo kwa maksus kabisa, ili kupitia kwenu jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania liweze kuwafikia watanzania wote kwa pamoja kwa wakati mmoja ili wapate kile ambacho jeshi lao, jeshi la ulinzi na wananchi wa Tanzania linataka kuwafikishia wananchi, nalo si lingine bali ni tangazo la nafasi za kuandikishwa jeshi. Leo tarehe 30 mwezi wa 4 2025, jeshi la ulinzi na wananchi wa Tanzania linatangaza nafasi za kuandikishwa jeshini kwa vijana mbalimbali, vijana wa Kitanzania wenye elimu kuanzia elimu ya sekondari hadi elimu ya juu. Aidha, uandikishaji wa vijana hao wa Kitanzania wenye taaluma adimu wataandikishwa jeshini. Wataalamu hao watakaoandikishwa jeshini watapatiwa mafunzo mbalimbali muhimu ya kijeshi, lakini pia watapata fursa ya kufanya mafunzo ya kuwaendeleza katika taaluma zao. Naomba niende moja kwa moja kwenye sifa za wale ambao tunakusudia waandikishwe katika jeshi letu, jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Sifa ya kwanza ni awe raia wa Tanzania. Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania ni jeshi la wananchi wa Tanzania na halikusudii kumwandikisha yeyote ambaye sio Mtanzania. Kwa hiyo sifa ya kwanza awe raia wa Tanzania, lakini mwenye kitambulisho cha taifa. Sifa ya pili awe na afya nzuri na akili timamu. Awe mwenye tabia na nidhamu nzuri, hajapatikana na hatia ya makosa ya jinai mahakamani na kufungwa. Awe na cheti halisi cha kuzaliwa, original birth certificate. Awe na vyeti vya shule pia na vyeti vya taaluma ambazo nitazitangaza hivi punde. Awe hajatumikia jeshi la polisi, hajatumikia magereza, chuo cha mafunzo, au kikosi maalum cha kuzuia magendo kinachojulikana kama KMKM. awe amehitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa mkataba wa kujitolea au kwa mujibu wa sheria na awe ametunukiwa cheti. Sifa nyingine kwa vijana wenye elimu ya kidato cha nne na kidato cha sita wawe na umri usiozidi miaka ishirini na nne. Vijana wenye elimu ya stashahada umri wao usizidi miaka ishirini na sita. Vijana wenye elimu ya juu zaidi ya stashahada wawe na umri usiozidi miaka ishirini na saba. Lakini pia ndugu wanahabari, wa madaktari bingwa hawa madaktari bingwa wa binadamu, madaktari bingwa wa binadamu umri wao usizidi miaka thelathini na tano. Baada ya kutaja sifa sasa, ndugu wanahabari, niombe sasa nijielekeze kwenye taaluma adimu zinazohitajika kuandikishwa jeshini. Taaluma hizo adimu ni kama ifuatavyo. Ya kwanza ni taaluma ya tiba. Taaluma ya tiba hii imegawanyika katika aa, nyanja kuu mbili. Ya kwanza ni medical doctor, ambao hawa wanaotakiwa ni wale ambao ni specialist. Our specialist ambao wanatakiwa kuandikishwa jeshini ni kama ifuatavyo. General surgeon, orthopedic surgeon, urologist, radiologist, ENT uh, specialist uh, sociologist, physician Ophthalmologist, paediatrician, obstetrician na gynecologist. Taaluma nyingine ambazo ni specialist ni pamoja na oncologist, pathologist, physicist, eh, emergency medicine specialist, pamoja na hematologist. Kama nilivyosema, ndugu wanahabari, kundi lapiri, la pili la taaluma ya tiba ni kama wafuatao: medical doctor, dental doctor, veterinary medicine, biomedical engineer dento laboratory technician anaethestic radiografa optomat physiotherapy pamoja na aviation. Na nduganabari, hiyo ilikuwa ni kwa upande wa fani ya tiba. Wengine sasa ni taaruma za uandisi enjinia awe ana Bachelor of Electronic Engineering Bachelor of Mechanical Engineering Bachelor in Marine Engineering Bachelor in Marine Transportation and Nautical Science Bachelor in Mechanics in marine diesel engine. Bachelor in aviation management. Lakini pia bachelor in aircraft accident and incident. Our uh, accident and incident kwenye ile sector investigation. Nyingine zinazohitajika ni bachelor in meteorology. Air traffic management pamoja na aeronautic engineering. Hayo ndo makundi ya fani adimu ambazo jeshi la ulinzi wa nchi wa Tanzania limezilenga kwamba nahitaji wataalamu wana hii, lakini pia kuna kundi lingine la fundi michundo. Hawa michundo ni michundo wanaohitajika ni aluminium welding and metal fabrication, ndo ao tu. Ndugu wanahabari, maombi yote kwa wahitaji katika kujiandikisha jeshini yaandikwe kwa mkono na yawasilishwe makao makuu ya jeshi Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania hapa Dodoma. Muda wa kuwasilisha mwanzo na mwisho wa kuwasilisha maombi hayo ni kama ifuatavyo. Tarehe ya kuanza kuwasilisha maombi ni kuanzia kesho tarehe mmoja mwezi wa tano mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano na tarehe ya mwisho ya kuwasilisha maombi ni tarehe 14 mwezi wa tano mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano lakini maombi hayo yanatakiwa yawe na viambatisho vifuatavyo. Kwanza, awe na nakala ya kitambulisho cha taifa pamoja na namba ya NIDA. Awe na nakala ya cheti cha kuzaliwa, vyeti vya shule pamoja na vyeti au cheti cha chuo, nakala ya cheti cha Jeshi la Kujenga Taifa kwa waombaji wale ambao uh, walimaliza mkataba wa kujitolea. Lakini pia muombaji aambatishe na namba yake ya simu ya mkononi kwa ajili ya mawasiliano ambayo ni rahisi. Maombi hayo yatumwe kwa anwani ifuatayo, yatumwe kwa mkuu wa utumishi jeshini makao makuu ya jeshi, sanduku la posta 194, Dodoma, Tanzania. Ndugu wana habari, hilo ndo lilikuwa kusudio la kukutana na nyie hii leo, lakini niwaombe kupitia kwenu kuwaomba Watanzania wote, naomba kutoa angalizo. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linatoa angalizo, baada ya kutangaza rasmi sasa nafasi za kuandikishwa jeshini, kwamba linawaomba wananchi wote wasikubali kurubuniwa na mataperi ambao watajitokeza baada ya mimi kuzungumza hapa na baada ya nyie pengine kuhabarisha wananchi, matapeli wataibuka, watajitokeza kwa lengo la kuwalaghai wananchi vijana, kuwalaghai wazazi kwa kisingizio cha kuwapatia vijana nafasi za kujiunga jeshini kwa kutoa fedha. Niombe kuwakumbusha kwamba hakuna nafasi ya kujiunga jeshini kwa kutoa pesa. Atakayetoa, atakayepokea, ataka, sheria ya makosa ya rushwa iko pale pale. Kwa hiyo wananchi wasirubunike, wasidanganyike. mimi ni mwanajeshi, niko sehemu fulani, mimi ni kiongozi fulani, niko sehemu fulani mimi ni mtu fulani niko sehemu fulani, nafasi ile ulioomba sasa imepatikana. Matangazo haya ya nafasi za kujiunga jeshini yatasimamiwa kwa utaratibu zote zilizowekwa na kwa vigezo vilivyowekwa. Hakuna hata mmoja atakayejipenyeza kwa kutumia mgongo wa pesa. Ili niwaombe wananchi kwa unyenyekevu kabisa niwaombe wanahabari kwa unyenyekevu kabisa, kupitia kwenu tuwabarishe wananchi hawa. Wananchi ni waelewa, wanaelewa, ila ni kuwakumbusha kwamba wasidanganyike kutoa hela kwa ajili ya kuandikishwa jeshini. Baada ya kusema hayo, eh, niombe sasa kuhitimisha kikao chetu. Narudia kuwashukuru sana wanahabari kwa jinsi mlivyojitokeza kwa wingi hii inaashiria kwamba mna mapenzi mema na mapenzi makubwa na mahaba makubwa na jeshi lenu.